Miaka mitano huwezi kumaliza kila kitu, na kimsingi ni washukuru wananchi wote wa Ludewa ambao wamenipa hamasa ya kuja kuchukua fomu kuweza kutetea nafasi hii ya ubunge, ili niweze kukamilisha yale ambayo bado hayajaweza kukamilika katika kipindi cha miaka mitano kwa sababu so, kipindi cha miaka mitano ni kipindi cha kujenga msingi. Nimekitumia e, kazi kubwa kujenga msingi, kujenga mahusiano e, kujifunza majukumu ya ubunge kwa vitendo, kwa so, sababu e, tulikuwa tukiyasoma tu kwenye vitabu vya sheria. Kwa sasa practice yake ndio ilikuwa miaka hii mitano e, kwa hiyo watakavyonipa nafasi tena ikimpendeza Mwenyezi Mungu na ikiwapendeza wanaLudewa sitokuwa na kazi tena kuanza kujifunza changamoto yao, kwa sababu naamini e, katika wagombea wote mimi ndio nayejua vizuri Ludewa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wananchi wote wa Ludewa kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuwatumikia kwa nafasi ya ubunge kwa kipindi cha miaka mitano e, kuanzia ishirini ishirini hadi ishirini ishirini na tano. Nishukuru pia chama changu Chama cha Mapinduzi kwa kunipa dhamana hiyo kuwakilisha chama pale bungeni, na kimsingi, miaka hii mitano yako mambo mengi mazuri ambayo e, kupitia uwakilishi wangu yameweza kufanikiwa. E, nilijitahidi wakati wote kila baada ya shughuli za bunge kumalizika, nilirudi jimboni kwa wananchi, nilifanya mikutano ya hadhara, nilifanya mikutano ya ndani, vikao E, na kuweza kujifunza changamoto za wananchi na kuweza kwenda kuzifikisha serikalini. E, na kimsingi yako mengi ambayo yamefanikiwa ambayo najivunia. E, lakini vilevile vile, e, yako ambayo hayajakamilika ambayo yananihitaji mimi niweze kuyakamilisha. Ni, kuna miradi mingi ambayo ilikuwa imekwama siku za nyuma ambayo niliweza kuangaikia kujenga hoja bungeni kutumia ushawishi wangu na vikaweza kufanikiwa kwenna, na natumia nafasi kuishukuru sana serikali kwa kunisikiliza mimi pale bungeni na kufanyia kazi hoja zangu, kwani kwa kufanya hivyo walikuwa wakiwasikiliza wananchi wa Rudeo, walionipa dhamana ya kwenda pale bungeni. Liko jambo kama daraja la Ruhuu lilianza kujengwa mwaka 2015 mpaka mi nimeenda ishirini ishirini ilikuwa bado halijakamilika. Wananchi walikuwa wakivuka pale kwa mitumbwi ile asili, ambayo wakimwagika, walikuwa wanaliwa na mamba, wengine wanakufa maji. Kwa niliweza kujenga hoja, nilikwenda pale na naibu waziri mara tatu wa ujenzi. Baada ya hapo, daraja likakamilishwa. Lakini vilevile vile mlima wa Kimelembe ulikuwa unasababisha e, ajali nyingi sana wananchi wengi wamepata ulemavu pale, wengine wamepoteza maisha, wameharibu mali zao magari eh, lakini imeweza kujenga hoja, tukapewa pale karibia bilioni tano nukta nne pale panafanyiwa kazi, lakini kipande cha hii barabara kutoka itoni, eh, kutoka itoni ludewa manda nilikuta kimeanza kujengwa, kipande cha lusitu mawengi kilomita tisa zilikuwa zimejengwa kwa kiwango cha zege, ila mkandarasi alikuwa bado hajalipwa kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitano, kwa niliweza kujenga hoja kufanya ushawishi, mkandarasi yule akaweza kulipwa na barabara kipande kile kikakamilika, na tukaungana na mbunge mwenzangu wa Njombe kufanya ushawishi, serikali ikatusikiliza, e, wakatafuta mkandarasi wa kuanzia pale Itoni mpaka Lusitu. E, navozungumza tayari ile diversion imeshatengenezwa vizuri na mkandarasi amelipwa malipo ya awali bilioni 4.7. Sasa hivi serikali inashughulikia kumlipa e, malipo yaliyosalia kwenye certificate yake ya kwanza na advance payment iliyosalia ili aendelee na kazi. Kwa hiyo e, eneo la barabara za TANROADS ile inaanzia pia Mlangali kwenda Lupanga na kwenye imefanyiwa kazi na maboresho makubwa sana. Barabara ya kwenda Lupingu miaka hii mitano imefanyiwa maboresho, hata sasa navyozungumza na yenyewe ina mkandarasi. Lakini tukienda kwenye barabara e, e, za vijijini za Tarula, kuna maeneo ambayo wananchi walikuwa wanazaliwa na kufa hawajawahi kuona gari. Kwa mfano kata ya Makonde, kuna barabara inaanzia pale Mawengi inakwenda Kimata inakwenda e, mpaka Makonde na yenyewe ni barabara ambayo ilikwama kwa miaka mingi sana, wananchi wa pale walikuwa hawezi kupata usafiri wa gari wakipata dharura. Nikaangaika, nikajenga hoja, nikaweka maombi maalum, tuliweza kupewa fedha mwaka jana, tumefikisha gari Makonde na hadi sasa kandarasi anaendelea kuiboresha ile barabara ili iweze kupitika misimu yote, na kutoka pale Lumbila kwenda Makete kuja kutokea kata ya Lupanga na kwenyewe wananchi walikuwa wako kisiwani hawana barabara, na yenyewe tumeweza kujenga hoja tukapata e, nikaandika barua kuomba maombi maalum, serikali ikaweza kutoa fedha tukaweza kufungua ile barabara, na sasa hivi kwa sababu ile barabara iko kwenye mteremko wa mlima wa Livingstone, tumeingiza kwenye mradi wa World Bank, imeshapata mkandarasi, yuko hatua ya kusaini mikataba ili aweze kwenda kuweka concrete strips zile reli na kuiboresha ili ipitike misimu yote. Kwa hiyo muda sio mrefu, mkandarasi ataenda site. Kuhusiana na umeme, tayari mkandarasi wa kule kata Rumbila alikuwa anasumbua e, na kwenye tayari tumeweza kuweka sawa mambo e, SUMA JKT serikali imeona ipeleke jeshi kwa hiyo nitumie nafasi kumshukuru sana Dokta Samia Suluhu Hassan. Hoja zangu nyingi ambazo nilizisema kwenye sekta ya nishati, sekta ya maji, sekta ya afya, eh, mawasiliano. Make tumepata minara ya simu zaidi ya ishirini na sita Ludewa kipindi mimi nikiwa mbunge. Tumeweza ku, kupata eh, boti kwa ajili ya wagonjwa huku tarafa ya Mwambao. E, na tayari ilishawekwa, ilishaletwa, isipokuwa tu kuna marekebisho machache na ukaguzi wa mwisho, na vyombo vile vinavyoweza kutoa hivi niweze kutumika vinaweza kufanyia kazi. Asante. Majina yangu naitwa Nathanaeli Mgaya, niliyekuwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa wilaya ya Ludewa. Nipo hapa kwa ajili ya kuelezea malengo na madhumuni yangu ya kuchukua fomu. Nimechukua fomu kata ya Ludewa mjini kwa maana ya kuleta maendeleo makubwa na mapinduzi makubwa ambayo yanaenda kuleta matunda kwenye kata yetu ya Ludewa. Nikiongea hivyo nina maana kwamba eh, kata yetu bado iko nyuma sana kwenye miradi mbalimbali mbali. Ee, mimi nimejitosa kugombea hii nafasi kwa sababu najua ninaweza kabisa kumsupport mheshimiwa mbunge ambaye na yeye pia leo anachukua fomu ya kugombea ubunge kwa sababu ninaelewa upambanaji up wake wa kuleta maendeleo kwenye kata hii na wilaya nzima kwa ujumla, lakini mimi pia niko tayari kumsaidia mheshimiwa mbunge kwa nguvu zangu zote na kwa akili zangu zote, kwa maana ninaweza kazi zote ambazo nitakuwa nitapewa na wananchi wangu kwenye kata yangu nikishirikiana na viongozi wangu wa ngazi ya kata na wilaya pia kwa ujumla. Lakini pia nahitaji e, msaada wa Mwenyezi Mungu kwenye kuongoza kutumia hekima zangu na busara zangu kwa maana ya kuona uwezekano wa kuwabeba wananchi wanyonge waliokuwa wanataabika, waliokuwa wanateseka kwenye maeneo mbalimbali ya kasi ya kuleta maendeleo kwenye wilaya hii, mimi nitatoa funzo la kuwafundisha na kuwaelekeza kwamba tunaanzia wapi na tunakwenda wapi, kwa sababu ninafahamu nilikotoka. Kwenye jumuia yangu jumuia yangu ilikuwa iko chini kimaendeleo, ki, ki, ki, lakini sasa hivi jumuiya yetu iko mahali pazuri kabisa, na nimewachia mwanga mkubwa sana kama Mungu atajalia, nitakwenda kuvuka kwenye daraja la udiwani. Kwanza kwa jina naitwa Alfred Mwambeleko katibu wa CCM Wilaya ya Ludewa. Nashukuru sana ndugu zangu wa habari, vyombo vyote vya habari ambao mmefika kwa siku ya kwanza ya uzinduzi wa shughuli nzima ya kuchukua fomu. Kwa mimi, kwa ngazi yangu ya wilaya, natoa fomu za wale wote wagombea ubunge wa jimbo. Nina furaha sana kwamba tangu saa mbili mpaka kufika saa nne kamili nilikuwa nimeshapata watiania ama wagombea watano miongoni um, mwao ni kwamba kuna wanaume wanne na mwanamke mmoja kasi hii imekuwa ni ni ni, ni, ni, ni, ni supersonic naweza kusema kwa sababu imekwenda kwa kasi kubwa ndani ya masaa matatu wagombea watano wamechukua fomu na hapo tunatarajia tutaendelea kwa saa, muda wa kufunga ni saa kumi na kufungua ni saa mbili asubuhi. Kwa hiyo inawezekana mpaka saa kumi itakapofika kutakuwa na ongezeko la watu.